wakati huu mvua nyingi ikiendelea kunyesha katika sehemu nyingi za nchi raia wanahimizwa kuchukua fursa hii ya kuchangia katika shughuli za upanzi wa miti ili kuhifadhi mazingira aidha mkurugenzi wa jumba la mikutano la kimataifa kicc kate kirui amesisitiza umuhimu wa mpango huu ili kutimiza lengo la rais la kupanda miti, bilioni 15 kufikia mwaka 2032 alizungumza wakati ya kuongoza timu ya wafanyikazi wa kicc wana mazingira na viongozi wengine kwenye zoezi la kupanda kupanda miti katika bwawa la Mungedo katika katika wodi ya Kirita eneo bunge la Daragwa. Our environment, other than KICC being a premier destination for meetings, they are also very very keen on environmental conservation and being a green destination. Times, these dams have been here being used only for domestic use uh, where animals cows and sheep and goats come to have water but of no economic value but uh, as we speak now we are thinking that this dam can be of economic value to the community once it becomes a tourist attraction site sisi tunaongea sana sana na vijana wetu ndio sana sana tunataka wajue mambo ya kuhifadhi miche kuhifadhi mazingira ndio iwe sawa, na tunaomba sana serikali iwashikilie vijana, inaonekana imewasahau. Hii damu ni ya zamani. Hapa hapa tulikuja 1969 wakati wa Mwingereza, wakati msungu alikuwa hapa. Ndiyo alikuwa hapa, ndio aliwatuashia hii damu, na kwa vile tumekaa naye miaka mingi uh, tukiomba KICC itusaidie kwa njia yoyote